Nikakutana na rafiki rafiki akanitoa kwenye dhiki, nami nikakubali yake masharti, ana nilichoka masikini. Ni tumiko la Mungu, lakini si Mungu wa mabuduye, wanayo wanayo miungu, ila siyo huyo Mungu tumwaminiye Limenifanya ni mwache Mungu te Tumiko, Tumiko nimemwacha Mungu. Nime mwache Mungu kisomai ema mnataka kufungua mnafungua wapi? uwasiwa hapa hivi, unataka kuniambia bado una lengo la kuwa mama mchungaji? kutokea uzima na siku ya leo, ninatangaza juu ya maisha yako ya kwamba uzima unakuja uzima tele, uzima ambao hauna kikomo, uzima wa milele, mwamba wenye imara kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi kwa kazi zote pia. Sitimizi sharia nijapofanya bidi, nikilia na kudhi haya ishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Abwana, karibu sana karibu sana. Nimefurahi kuona. Ni furaha, ni Bwana. Ni mzuri, Mungu ni mwaminifu ha. Karibu. Asante. mm-hmm. Hongera sana James. Ndio mona mazingira ndio yamebadilika sana. Ndio kwa kweli, jitihada zako nimeziona. Mungu ni mwaminifu sana, tumejitahidi. hmm. Uh, lakini naamini ni kwa uweza wa Mungu. Ni Mungu mwaminifu. Ni kweli Ehe, vipi lakini leo waumini <coughs> walihudhuria? Waumini mm. walikuwepo mm. Lakini kama unavyofahamu mwanzo ni mgumu, mwanzo ni mgumu, lakini naamini kadri muda unavyoenda Mungu atatufanyia wepesi, na, na jambo hili litakuwa jepesi. Namshukuru Mungu, hata hata mimi nilikuwa na imani hiyo hiyo kama ya kwako, ndio, na naamini wale ambao wamehudhuria leo <coughs> haijalishi walikuwa ni wangapi mm. Lakini hao hata kama ni wawili watatu huko mm. wanapoenda mm. wataenda kuwa mashuhuda kwa wale wengine kabisa. Naamini na mimi Mungu hatatuacha. Ni kweli. Pia nimefurahi kuona, naona furaha sana. <laughs> <laughs> Bwana yuko pamoja nami. <laughs> na nilikuwa nakula tenzi kidogo hapo. Okay, God bless you. Amen. Mwenyezi asifiwe. Amen. Samahani kwa kuchelewa Unajua changamoto za usafiri barabarani kuna foleni sana Usijali. Mimi nafahamu Ila Jonas, vipi James kuhusu huduma Ah. Uh, huduma ni nzuri Tunamshukuru Mungu Bwana anampigania sana Kwa hiyo tunafurahi Nikwambie kitu Jonas Yo, man. James ana wito ndani yake na nina imani atafika mbali sana. Ni kweli kabisa. Mungu, nikushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Bwana Yesu, nasema asante kwa kila jambo ambalo ninalipitia kwa kila kitu ambacho kinaendelea wakati huu kwenye maisha yangu, sina budi bali kukurudishia sifa na utukufu, bali kukupa wewe utukufu wote, kwa maana wewe ndiye ambaye unajua mwanzo na mwisho wa mwanadamu. Wewe ni Alfa na Omega, Baba, ninakusi ninakuomba enye kila namna ya ugumu ambao unaopitia ugumu huu wa maisha, omba nifungulie njia. Ya Bwana nionyeshe nuru yako, neema yako ikanitangulia, kibali chako kikae juu yangu, kikae juu yangu Bwana, ya maana mtihani imekuwa ni mingi. Jioni ya leo niko hapa kukumbusha tena Bwana, mtoto wako inalia ndani yangu kuna vidonda, kuna maumivu, na wewe peke yako unaweza ukaniponya. Angalia mazingira yangu, angalia jinsi wanavyonicheka watesi wangu, angalia jinsi aibu ilivyozonga maisha yangu. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nikumbuke.

Pastor Damas bwana, sasi o oh, sawa. Saa ngapi kesho? Okay, basi sawa, katika muda huo unaomba tuwasiliane. Asante uh, sana. Haya uh, uwe na usiku mwema pia. Mungu akubariki. Muda molefu kudhalaliwa, mateso, roho ya kukataliwa. Ni kweli, ndani nasikia Tumiko ni mtumikie nabii. Kwawa kubaliki, naenda mjini kutafuta riziki. Jonas, yes, habari yako za uzima? Kopoa, ulikuwa unatoka idogshughumbali basi, na mimi nilikuwa nakuja kuona lakini nilikuwa skai muda mrefu okay. Sasa yes. Pastor Damas ndio, amenipigia simu na ameniomba niende nikaonane naye okay. Sijui wewe una shauri vipi, unashauri vipi? Mbona sioni tatizo, au kuna shida gani? Ni kweli hakuna tatizo yes. Lakini moyo wangu Jonas, hauna amani, sijui kwa nini mm. lakini na kwa mzito kuenda kuonana naye. James, sita kwako, ndio hilo, inaonekana ni pepo tena, pepo mmoja baya sana, ndio na uwe nenda, nachokushauri kuonana naye, msikilize kwa sababu kumbuka pia yule ni viongozi wetu wa kiroho. Ni kweli kabisa, kwao unashauri niende? Uwe nenda, msikilize alafu basi sasa wewe ulikuwa unaelekea wapi? Natoka hapo kidogo tunaweza kuongozana. Eh, basi itakuwa ni vyema. Twende watoke. Sasa James. Naam. Uh, natambua situation anayopitia, natambua situation anayopitia lakini kiuhalisia, najiuliza maswali na nakosa majibu. Ndiyo, pastor, kwa nini unapitia kwenye situation ngumu kama hivi, lakini hawapendi kuchukua kunipa nafasi labda kuangalia kama kuna kitu naweza kukusaidia? Kiukweli pasta, unajua uh, unafahamu mimi ni mtumishi wa Mungu na kama mtumishi wa Mungu uh, naamini kabisa katika changamoto ninazopitia ni mtihani tu wa kufika katika kusudi ambalo Mungu amenikusudia. Ya, unachokisema uko sawa, uko sahihi. Ndiyo. Lakini mbali na mimi kuwa kiongozi wako wa kiroho. Ndio. Upande mwingine anaweza akasimama kama mzazi. Ni kweli kabisa na kiuhalisia kabisa, hakuna mzazi hata mmoja ambaye anaweza akapenda mtoto wake apitie taabu. Tabu ni kweli kabisa lakini, kiukweli kabisa maisha unayoishi hayanibariki. Ninakuelewa nina pastor, na mimi mwenyewe uh, sifurahii maisha yangu, lakini neno la Mungu uh, ndio nguvu yangu. Naamini kabisa huu ni mtihani tu imani ya Kristo ishi zaidi ndani yako, na nitahakikisha ya kwamba kila kitu kinastiki pale pale. Imani yako iishi ndani ya Kristo na Kristo ishi ndani yako. O oa wewe ni mtu wa Mungu, takiwe kuwa hivyo. Matatizo yako nimeyasikia ila kwa sasa hivi siwezi kukuahidi kitu cha aina yoyote kwani mipango niliyokuwa nategemea haikwenda sawa. Lakini vipi kanisa unaliendeshaje? Madam, oh. Waumini wamekata kabisa kuja kanisani, hata mimi sijui ni kwa nini. Hmm. James Amtakiwi kukata tamaa, mnatakiwa mpambane, kwani taarifa hizi zikimfikia Pasta Damas itakuwa shida sana kwake. Ni kweli kabisa, yani mi mwenyewe nanisumbua, lakini nina mpango ambao ninaofuatilia, na ninaamini kabisa matatizo yaliumbwa kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo hata hili nalo nitaweza kulishinda. niseme tu Mungu akutangulie James. Amina ndugu, asante. Usikate tamaa. Ndio najui, si umekataa? Hapana, niko katika mfungo, kwa hiyo labda siku nyingine, ila leo oh, nilikuja nikuone mara moja. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya maisha ya mwanamke huyu. Asante kwa neema ulioachilia kwenye madhabahu hii ya kufungua waliofungwa, nami ninatangaza uhuru wa maisha yake katika jina la Yesu. Yale yote ambayo ameshikilia maisha yake, nguvu zote za giza, namna yoyote ambayo haijakaa sawa, ninaiondoa katika jina la Yesu. Natamka ukombozi kwa jina la Yesu. Natamka kuwekwa huru kwake na familia yake kuanzia wakati huu, neema yako ikatawale maishani mwake katika jina la Yesu Kristo. Amina, amina. Mungu akubariki bariki, bariki sana. Naomba wengine tuendelee kuomba, sikae kimya kimia, sali, mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa yale yote ambayo umenitendea asante, kwa uzuri wako asante, kwa upendo wako asante, kwa huruma zako asante, kwa fadhili zako asante, kwa kila jambo zuri ambalo unanitendea na unazidi kunitendea. Fungua kinywa chako ongea na Mungu, unavyoomba Mungu anakusikia, Mungu anatenda, Mungu anajibu. Yeye ni Mungu anayejibu maombi He ni Mungu anayeweza wa kujibu maombi kwa jina la Yesu. He ni Mungu mponyaji. He ni Mungu anayebariki, ni Mungu anayefungua, ni Mungu anayetenda, ni Mungu mwenye uwezo wote. Mwambia Bwana niko hapa kwa, kwa sababu yako nakushukuru, kwa fadhili zako nakushukuru, kwa rehema zako nakushukuru, kwa huruma zako. Nakushukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya kila kitu kizuri ambacho unatenda maishani mwangu. Mwambie Bwana asante, mwambie nakushukuru. E Bwana nalibariki jina lako e Bwana, asante e Bwana, upewe sifa e Bwana. Ubarikiwe Bwana, jina lako litukuzwe e Bwana, jina lako lipewe sifa e Bwana unavyoomba Mungu ndio anavyotenda ndio anavyokufanyia anavyokujibu. Uwe na imani wakati huu, weka imani yako katika maombi unayoomba na Bwana atakushindia. Nikafungua kanisa washirika sita moyo. Ninaamini najua hali unayopitia ni ngumu sana. Lakini naomba nikukumbushe kitu. Pale vita inapokuwa kubwa ndipo ushindi napo unakaribia. Halo eh, shalom. Madamu, hamna neno madam Lus. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea vizuri. Okay, anaitwa Jessica. Sawa madam, amna neno, hamna shida eh, mimi nipo church, nipo kanisani hapa, sawa

Mungu wa mwabuduye yeah. Wanayo miungu ila siyo huyo Mungu tumwaminie. Tumiko, Tumiko. Limenifanya ni mwache Mungu, yeah. Tumiko, Tumiko. Nimemwacha Mungu kiso masikini. Tumiko

Huyu ndio kijana ambaye mara zote tulipokuwa tukikutana ilikuwa ninajaribu kumzungumzia kwako, na leo imependeza nikasema hizi kufika muonane. Ni kijana ambaye kwanza, ni mnyenyekevu; pili, ni mtu ambaye ana ana hofu ya Mungu na jina lake anaitwa James Bonifasi Kalonge ni kijana ambaye anawiwa anawiwa kumhubiri Kristo katika roho na kweli. Karibu, karibu kijana James. Asante sana, asante sana mwenyekiti. Uh, James, my son. mm. That is my leader. That is my chairman mychr, yeah. Na, ni mtumishi wa Mungu na na neema ya Mungu ndani yake na sisi tuna umoja wa watumishi wa Mungu. Yeah. E, umoja wetu unaitwa tumiko la Mungu. Yeah. Na huyu ndio chiamani wetu, kama nilivyokwambia hapo awali. Yeah. Jina lake anaitwa Patrick Gerald Rusebo. Imefurahi kukufahamu mwenyekiti. Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Ya. Unakaribishwa kijana James. Asante sana. Ya. Nikikutazama eh, na sifa nilizozipata kwa ajili yako na kuona ni kijana mwenye wito mkubwa. Mm. Eh, ila maisha yako ni ya dhiki. <laughs> Relax. That is man of God. Ndani yake ana neema ya prophet yani, ile ana, ana neema ya unabii pia um, karibu mtumishi. Wow. Yeah, sisi ni watu tumejaliwa maono, tuna neema kubwa uh, world spirit, kwa ajili ya kusaidia watu kama nyinyi yeah. Yeah, Tazama macho yako vizuri, naona una ndoto kubwa sana mm. ya wewe kuwa mtumishi wa Mungu ndani ya nchi hii hadi nje ya nchi mm. mm. ila haujui njia sahihi ya wewe kufikia malengo yako mm. mm. Dani, na ma, ma- maono makubwa na nimekuwa nikimtumikia Mungu kwa muda mrefu mm, lakini sifikii malengo kwa sababu ya dhiki. Shida ni nyingi sana yeah. Hongera sana kijana James. Uh, wewe ni mtumishi wa ukweli. Asante sana mwenyekiti, nashukuru sana karibu sana. Je, unahitaji kitu chochote kutoka kwangu? mimi, mimi sina shida, mimi sina neno kabisa. Ndio maana niko hapa, mimi nita, baba ameniambia unaweza ukanisaidia. Ya, ongera sana kijana James. Asante sana mwenyekiti. Wewe ni mtumishi wa ukweli. Asante sana. Karibu sana, karibu sana. Understand. My brother James, Ngambo. Vipi uko, uko, kwenda imekwaja? Ah, ndugu yangu Jonas, yeah. Shida zimeumbwa, lakini kuna watu wana maisha mazuri sana. Una maana gani kusema hivyo? Kwa mara ya kwanza maishani mwangu nimeenda kwenye nyumba ambayo sijawahi kuiona, ina kila kitu. Ni kitu gani ambacho walikuitia sasa huko? Ah, wale jamaa bwana wali wamenikutanisha na mwenyekiti wa chama cha watumishi, wameniomba sana niweze kujiunga kwenye chama chao, uh, kwa sababu kwa mujibu wa maelezo yao kwamba wamevutiwa na kazi yangu Chama chama kinaitwaje? Ah, kinaitwa uh, Tumiko la Mungu, Tumiko la Mungu eh, yeah. Chama fulani cha watumishi sana. My brother James, thank you bro, ongera sana. na hisi ii ni fursa, naamini na anaweza kukusaidia mm. kufungua hata wewe huduma yako mm, kabisa, yes. Wewe mm. mm. mm. nani? Au nisamehe, mm. i ni, sijajitambulisha mwanzo. Naitwa Jessica. Kwa hiyo umelala naye huko mpaka asubuhi? Umeona. mm. Haitoshi, nimeamua kumfuata hapa nyumbani kwake. Si ndiyo wewe umetumwa kuja kupima imani yangu? siku ya tatu leo, tujamuona kiongozi wetu Pastor James. James, umekuwa mtu mwingine kwa sasa. nadhani ingekuwa ni vizuri zaidi ngempa muda. naomba uniambie James, ulilala wapi jana? naomba nipe muda kidogo, kuna mambo anajaribu kuyaweka sawa alafu nitakueleza. Baada ya muda mrefu kudhalauliwa, mateso, roho ya kukataliwa. Ni kweli ndani nasikia tumiko, nimtumikie nabii, kwa wakubaliki naenda mjini kutafuta riziki. Baada ya kufika mjini, bado haikuwa rahisi. Nilipoteza matumaini, Mungu ayupo, moyoni nilihisi, nikafungua kanisa, washirika sita, moyoni ninaamini, oh yeah. Nikakutana na rafiki, rafiki akanitoa kwenye dhiki, nami nikakuba yake masharti, ana nilichoko masikini. Ni tumiko la Mungu, lakini si Mungu. Wamwabuduye wanayomiungu, ila siyo huyo Mungu tumwaminiye Umenifanya, ni mwache Mungu, yeah. Tumiko, Tumiko. Nimemwacha Mungu kiso masikini, Tumiko.